Na msikuwe confused na hii maneno ya Raila kusema oh, hatujatoa candidate, oh nini. Huyu mzee ni mjanja sana. Pale kwa Ruto ametengeneza group mbili. Two groups. Ni mzee mjanja. Ni mzee lakini ni mjanja. <laughs> Group moja ni ya kutoa pesa kwa Ruto. Ile akina Junet kumsifu oh broad base, oh nini ndio pesa itoke na viti na ile mambo wameahidiana na Ruto. Na kwa sababu anajua Ruto pia ni con man hawezi timiza ile mmekubaliana, ameuda grupu nyingine ya kinasifuna ya kupiga kelele. Ndio ile maneno wamekubaliana na Ruto wafanya nini sasa. Hii umeona akisema ati hawajaamua kama ODM itasimamisha mtu, ni cheki yake ilikuwa imechelewa. Sasa imetoka, si amenyamaza? Si amenyamaza? Hiyo ndio mchezo Raila anafanya pale, ako na two teams. But I want to confirm Ruto amesema na aliniambia mimi nikiwa naibu wake. Hii mzee anaitwa Raila ni mtu ya pesa. Nikiwa na pesa atafanya vile mimi nataka. It has come to pass. Huyu mzee atakuwa na Ruto. Ruto atamlipa, watakuwa pamoja. Lakini ni mzuri so that the people of Kenya can deal with William Ruto and Raila together one touch tumaliza to na shida ya Kenya. Si ndio? Na hata huyu Raila akija kwetu, akuje kule nyuma, atupigie kura. Sisi hatutaki akuje atusumbue. Na sisi hatuna pesa ya kukupatia yeye eh. Sijui kama Kalonzo wewe uko na pesa ya kupea ila, ila. Hii mtu ni muhitaji ya pesa. I don't...